Unajua, kila nikiwaambia watu kwamba baba wa teknolojia ya anga duniani ni Urusi napataga changamoto sana kuwaelezea watu, kwa sababu ni namna gani watu wamelogwa na kuprogramiwa akili zao kwamba teknolojia ya dunia hii ipo Marekani tu. Nahisi labda wengi watakuwa ni hawa wanaitwaga sijui jenzii, maana anashindwaga kuelewa hiko hivi. Ndugu zanguni, kuna watu wanamtaja Elon Musk. Elon Musk ameanza biashara za anga juzi. Na kabla Elon Musk hajaanza hizi biashara za anga, alikwenda Urusi kwenyewe kuomba rocket engine za Warusi. Na lengo lake alikuwa anataka auziwe mako, ama ICBM ya Urusi yaje amsaidie. Kuna waanga wa, wana, wanaanga wamerudi duniani, walikuwa kwenye kituo cha anga cha International Space Station ISS. Hapo kuna Marekani mmoja na Warusi wawili. Na huko nyuma watu wanaonifuatilia niliwahi kuambia Kige, moja ya vigezo vya muhimu ili kwenda kufanya kazi katika kituo cha anga yani ISS lazima ujue lugha ya Kirusi. Kwa nini? Kwa sababu hao ndio watu wa kwanza kwanza kuninginia hapo juu ya anga kufanya mambo yao. Watu wanaofuatilia masuala ya anga wanajua binadamu wa kwanza kuninginia hapo juu wa Rusi. Mwingine atasema wa Soviet, okay sawa, wa Soviet. Watu wa kwanza kuweka sateliti juu wa Soviet. Kwa hiyo linapokuja swala la teknolojia ya anga, mrusi apewe heshima yake. Ndio maana baada ya Warusi kuanza mchakato, kwa sababu ISS, international space station, aliyejenga yani msingi uliwekwa na Warusi kwa sababu ndio watu wa kwanza kuanza kuning'inia hapo juu. Kwa hiyo baada ya Marekani kuachwa katika hiyo teknolojia, ikabidi aombe aungane na Urusi waendeleze program za space. Kwa hiyo kituo cha anga bado kinaendeshwa na Urusi akishirikiana na Marekani, lakini warusi wameshampa taarifa Marekani kwamba mimi nitaondoka na kwenda kuanzisha cha kwangu, nitakuachia hicho. Unaona watu wanapojitambua. Sasa kinachonifurahisha zaidi ni mchina anavyofanya mambo kivyake. China naye ameenda angani juzi. Juzi, hiyo wiki moja na nusu iliyopita, marekani na urusi wameenda angani kama kawaida. Kawaida Marekani hawezi kumwacha mrusi swala la kwenda angani kwa hiyo wote wameenda angani wiki hiyo hiyo moja na nusu iliyopita. Mchina naye ameenda angani kivyake vyake. Mchina yeye ashirikiani na mtu unaona, no. Marekani hawezi jambo lolote la anga bila kushirikiana na Urusi, vitu vingi sana namtegemea masuala ya rocket, engine na nini. Mchina yeye amechukua elimu kwa wote anafanya mambo kivyake. Kuna yule jamaa alikuwa anamuuliza waziri wa elimu eti Kiingereza kiwe lugha ya kufundishia kuanzia mwanzo ili Watanzania waweze kwenda ku, kugombania soko la ajira la kimataifa. Yaani ule mwandishi wa habari na nitamjibu kwenye video inayofuata, badala ya kumwambia waziri ni namna gani tuajasti huku duniani katika kasi ya kiteknolojia, anawaza Kiingereza wenye Kiingereza chao na maisha gani Watanzania? Vita ya anga ya sasa ni Mchina anashindana na Marekani na Mrusi. Mchina yeye yuko mwenyewe anafanya vitu kivyake vyake, amekusanya elimu ya kutosha, amewapa watoto wake, wanaongea lugha yao ya Kichina, wanakwenda popote, wanafanya chochote. Unaona sisimizi wanavyofanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo katika swala la anga, Urusi apewe heshima yake, asiwepo mtu aki, ambaye amebakwa akili yake na masuala ya NASA, NASA, NASA. Wakati huyo NASA hakuweza kusafiri kwenda angani pasipo Mrusi. Teknolojia ya roketi bora bado ilikuwa inashikiliwa na Warusi. Kuna mtu ataniambia Elon Musk anapata wapi teknolojia? Nimekuuliza, nimekuambia, kabla Elon ajaanza hizi biashara zake alienda kwa Warusi. Ni kitu gani alichokipata kwa Warusi? Kwa kifupi, kwa sasa teknolojia ni nyepesi kupata, hilo lazima tukubali, lakini mwasisi lazima tumkumbuke ni Mrusi kwa sababu ndio mtu wa kwanza kuning'inia angani. Alitumia njia gani? Alitumia teknolojia gani? Ndio watu walikwenda kujifunza kwake. Kwa hiyo kwa tunavyovyozungumza sasa hivi ISS kuna Marekani na Mrusi wakishirikiana, huku Mchina yeye akiwa anatengeneza space station yake mwenyewe, na Iran kivyake vyake, hana ushirikiano na mtu yoyote. Hana hicho Kiingereza ambacho waandishi wa habari walikuwa wanamwambia waziri wa elimu eti Kiingereza kiwe lugha rasmi. Ndugu zangu, nyie waandishi wa habari nyie, mnatokaga sayari gani? Au ndio mmebaka akili zenu huko vioni mwe, mnaongea vitu ambavyo ni havina faida kwa taifa eh? Mnamwambia mheshimiwa eti Kiingereza, Kiingereza, tuwe na mchakato wa kuwa tunatawanyana huku duniani, tukatafute maarifa tuyarudishe nyumbani kama wa China. Wachina wako every corner, kila nchi ya dunia hii kuna mchina akiangalia teknolojia iliyo katika ile nchi aipeleke nyumbani kwao wow! Ndio, ndio, ndio faida ya kuwa watu wengi kwenye nchi yani. Kuna special fund ya nchi ya China kwamba kila nchi, nchi dunia sijui ina nchi mi, nchi mia mbili sijui, maana kila siku nchi zinaongezeka tu. Kama hapa Afrika tayari una Sudani kusini una Sudani kubwa nayo inataka kupasuka hivyo kwa kadri nchi zinavyoongezeka na Wachina wanatuma huko watu, wanataka watawale kila sehemu, kila kona ya dunia, wahakikishe hakuna teknolojia inayozaliwa sehemu wasiwe nayo teknolojia. Sio lugha. Wewe mwandishi wa habari unalilia Kiingereza, tunahitaji teknolojia, tunahitaji lugha ya Kiingereza. Kiingereza unakipata kwa ma-AI haya. Wakenya wa Kenya majirani zetu wana kiingereza kinaosaidia wapi? Kila siku kuandamana tu na kugombana na serikali. Kwa Tanzania ushauri wangu mimi, tukisha imiliki nchi yetu lazima tuwe na special fund ya sisi Watanzania tunatawanyana duniani sehemu mbalimbali, tunakwenda kutafuta teknolojia, tunazirudisha nyumbani, tunahakikisha mtu akipelekwa sehemu kwenda kusoma ni lazima arudi, narudia tena, ni lazima arudi, arudi kwa gharama yoyote, ni lazima arudi. Hatuwezi kuchukua vijana mia tu wapeleke Urusi wakajifunze kitu eti wabaki kule, au tuwachukue vijana mia tuwapeleke Marekani wakajifunze kitu eti wabaki pale, haiwezekani. Tutajua tutakachofanya lakini Once tutapewa ardhi yetu kama JKT, lazima tuwe na mpango mkakati. Tunakuwa tunakusanya JKT 100, tunawapeleka Urusi, JKT 100, tunawapeleka China, JKT 100, tunawapeleka Marekani wakachukua teknolojia warudishe nyumbani. Ndivyo Wachina waliovyojikwamua na utegemezi wa kina Urusi akina Marekani. Kitu ambacho Mchina anamtegemea Mrusi ni masuala ya militari tu, hapo Mchina amekuwa mpole ili apate ile experience ya battlefield, kwa sababu vita kuna kitu inaitwa battlefield experience, ambacho duniani taifa lenye hiyo experience ni Warusi. Ndio ataniambia, ushogani wana experience, wamepigana vita gani? Ushogani yani, vita ipi wamepigana? Vita vita zote za kikweli kweli duniani aliyepigana ni Mrusi. Kwa hiyo battlefield experience ndio mchina anayotafuta kwa Mrusi, ndio maana Mru, mchina hawezi kugombana na mrusi kwenye masuala ya military lakini mebi huko mbeleni mchina atajifunza kitu ambaye, hey, brother back off, niache kidogo. Cha kujifunza ni teknolojia, sio lugha. Lugha ni lugha, teknolojia ni teknolojia. Tuelimike tusiwe wasomi wa Tanzania.